Wasanii wamemtosa Saidi Fela, mmoja kati ya wadau wakubwa wa mziki. Anaumwa mwaka wa pili huu, alipata kiharusi akapelekwa India, lakini baada ya hapo wasanii hawamjulii hali, hakuna simu, hakuna hili, huku akimtaja mboso ambaye amekuwa karibu zaidi na familia hii. Yaani hata nikienda hospitali nikimpigia kwamba kuna dawa zinatakiwa, huwa ananisaidia fasta, kwa haraka. mboso nikilazwa, fasta kwa haraka, najua mkubwa jinsi alivyo na, nafahamu walivyokuwa wanaishi na watu na watu wengine walikuwa wanakuja nyumbani masaa 24 kabisa, kabisa na nne na kuna wengine mpaka wananipigia mimi simu kama hawajampata mm -hmm. E, tuamshie tuamshie eh. mm -hmm. E, mm -hmm. kwa hiyo na-na najua sasa, nashangaa walivyokuwa wanaumwa mm -hmm. wale watu ambao walikuwa wanapiga simu wanakuja hapa asubuhi asubuhi siwaoni. Unajua Diamond alishiriki kwenye kumpeleka India. e, ali, ali, Tuzuhi, India alikuwa anatuhudumia vizuri, tumerudi India, katupeleka, tumerudi, katuhudumia, tunashukuru mm. Mwenyezi Mungu alichokitoa mm. e, tumetusaidia alhamdulillah, saa hivi atuamasilia e, vipi mameneja wenzake Salam, Babu Tale nao wanakuja na wanamwona? Hawajai kuja, alikuja tu mmoja kabla ya kwenda India mm. Walikuja hospitali mara moja. Okay, Chege alikuja, ni wachache tu. Mkuu anaga shida, nakwambia, niombe Mungu nipone pone eh. Basi niendelee na majukumu, mwachana nao eh. Eh, mkubwa na sunamjuaga ana shida eh. Eh, asema bwana mi niache eh. Nijiuguze nitapona, nitaangalia mambo mengine mbele. Mwanzo ndikupoa na alikoana alamita, lakini sasa hivi kashalikava mm hivi -hmm. E, hamia iko vizuri tu. Mwenyezi Mungu, Watanzania wote wamwombee apone mm -hmm. aendelee na majukumu yake mm -hmm. E, okay, asante sana.